Rais wa Madagascar Andry Rajoelina amesema anajihifadhi katika mahala salama baada ya jaribio la kumuua kufuatia wiki kadhaa za maandamano yanayoshinikiza aweze kujiuzuru. Katika matangazo ya moja kwa moja kwa taifa kupitia mtandao wa Facebook, Rajoelina mwenye umri wa miaka hamsini na moja amebainisha kuwa kundi la wanajeshi na wanasiasa walipanga kumuua. Hata hivyo hajataka kuweka wazi kwamba ni wapi alipo kwa sasa, lakini ripoti ambazo hazijathibitishwa zilizopatikana awali zilidokeza kwamba alitoroshwa na kwenda nje kwa ndege ya kijeshi ya Ufaransa. Haya yanajiri ikiwa ni wiki mbili za maandamano ya nchi nzima, yakiongozwa na waandamanaji vijana na yenye lengo la kumwondoa madarakani. Jaribio lilishindikana la Rajoelina kutaka kuwatuliza waandamanaji hao vijana jenzi mada liliishia kuivunja serikali yake na kufanya makubaliano mengine ambayo hata hivyo hayakuzaa matunda. Rais Rajoelina hajaonekana hadharani tangu Jumatano iliyopita, na mwishoni mwa wiki ofisi ya Rajoelina ilisema kwamba kulikuwa na jitihada za chini kwa chini ili kumlazimisha kuondoka madarakani. Kuhusiana na hotuba yake kwa taifa ni kwamba ilicheleweshwa mara kadhaa hapo siku ya Jumatatu kutokana na machafuko, huku wanajeshi wakitishia kuyateka makao makuu ya televisheni ya taifa ya Madagascar. Kwa mujibu wa maelezo ya rais Rajoelina ni kwamba tangu Septemba 25 kumekuwa na majaribio ya maisha dhidi yake yanayolenga kumpindua, akilihusisha kundi la wanajeshi na wanasiasa. Viongozi walio wengi kwa sasa barani Afrika, mfumo wa kuondoka kwao madarakani ni kwa njia ya maandamano ambayo yaliyo mengi ni yale yanayoongozwa na vijana maarufu kama Jenzi, ambao huenda wamechoshwa na mifumo sasa kuitawala barani Afrika, na kuonyesha kwamba kuna mambo mengine yanayopaswa kurekebishwa. Hii ni Trigen Media.